Leo tutaangalia njia sahihi ya kuachisha pigeti kunyonya. Sasa katika ufugaji wa nguruwe, hatua ya kuachisha pigeti kunyonya ni mojawapo ya hatua muhimu zaidi, na ukikosea unaweza ukapata ukuaji dhaifu na hasara kubwa shambani kwako, lakini kama utaweza kufanya kwa usahihi, unaweka misingi imara kwa kundi lenye afya nzuri na lenye faida. Je, ni muda gani mwafaka wa kuachisha nguruwe wako? Kienyeji, pigeti huachisha wa kunyonywa wakiwa na umri wa wiki sita mpaka wiki nane lakini katika mfumo ya kisasa na yenye ufanisi zaidi nguruwe huachishwa mapema ni wiki ya tatu hadi ya nne na ni jambo la kawaida lakini lazima uhakikishe kwamba mama na pigleti wote wawe na afya njema kwa mazingira yetu kwa kawaida kitu kama hiki hakiwezekani. Sasa, kabla ya kufikiria kuwachisha, hakikisha umefanya mambo muhimu matatu. Jambo la kwanza, hakikisha piglets wako wanakula feed kwa ustadi na kwa kawaida, yani kwamba wameshazoea kula kile chakula chao. Lakini jambo la pili, hakikisha piglets wako wamepata chanjo zote muhimu, hasa ile ya kuweza kuwazuia wao ku harisha. Lakini na jambo mwisho ambalo ni la tatu, wanahakikisha kuwa wanajua na wanakunywa maji wenyewe kwa urahisi. Na huu ndio mwongozo wako muhimu wa mafanikio na kupunguza vifo baada ya kuwaachisha. Sasa je, ni jinsi gani ya kuweza kuwaachisha ngulo wako salama na wasipaa kupata stress? Sasa jinsi utakavyowaachisha ina umuhimu sana na ni lini utawaachisha. Epuka kuwatenganisha kwa ghafla na kuwatia wasiwasi, yani hapa unabidi uepuke kuwapa stress, na baada yake unabidi utumie njia ya kuachisha ya hatua kwa hatua. Unaweza ukaanza kwa kumwondoa mama kwa masaa machache, lakini kisha unaongeza muda wa siku tatu hadi tano. Hamisha piglet kwenye banda safi kavu lenye joto la kutosha na chakula cha kuachisha chenye kalite ya hali ya juu. Kumbuka kipindi cha baada ya kuachisha ndio kinaweza kuwa na msongo mkubwa zaidi kwa piglet. kwa hiyo weka mazingira yao yawe tulivu, lakini unabidi uepuke kelele au mabadiliko makubwa yoyote yale atakayofanyika mara baada ya ya kuwaachisha. nakumbuka kuwa piget wenye utulivu ni piget wenye afya. Unapowaachisha kwa usahihi, huishi kwa mafanikio, utaona viwango vya ukuaji vya kasi zaidi na mfumo wa kinga unakuwa uko imara zaidi, na mwisho wa siku utaona faida kubwa shambani kwako. Tunaitwa Laoda Hawks Farm, tunapatikana Kibako Ngoe kwa namba 0712979511.